Safari ndefu iliyokuwa na changamoto kadhaa za kimiundo msingi ilitufikisha mrima wa ndege huko Sokoke, katika eneo bunge la Ganze, katika kituo cha utamaduni cha Kaya Godoma. <mucho> Wenyeji walitupokea kwa njia ya utamaduni, yeah. tukavua viatu na makofia na kujitosa ndani. Kwa nini sasa, kwa nini? Hapa ni mahali kwa imani hey. Hata kama kuna mtu wako huko hey. Wasumbua, wa kuna jamii yake inamuteta sana vita kwamba we baba sijui na nini mama na nini anu. Akifika hapa amefika mahali kwa usalama hey, hey, hey, no, bila kupoteza muda, mwenyekiti wa makao haya alitutembeza kila kona na kutujuza taratibu za kituo hiki. Wale pia ni watu. Eh, yeah, yeah. Eh, wale ni watu, yeah. Wale watafanywa, watafu, watu kwa hivyo watafanya takua, na na, na na sherehe kama sadaka, si ndio eh, yeah. Eh, kama ambao ni msiba wao msiba wao eh, ili wasimamishwe wasimamishwe. Yeah. Okay. Yeah. Kwa hivyo hivi sasa huwezi kuwasimamisha kwamba, huwezi kuwasimamisha, ah, huwezi pa kuna vitengo karibu kumi na kimoja so kimoja chapo ambacho ni kikubwa kabisa ni kile kitengo cha waganga. Kwa hivyo wale ambao umeona wamesimama pale ni askari wa ile nyumba itahara, huwezi kuingia kabla idhini yao, kisha maombi ya kiitikadi yakafanya Kaya Godoma ni makao yaliyoanzishwa mwaka wa elfu mbili na nane kama kimbilio kwa wazee waliokuwa wakilengwa kwa tuhuma za uchawi. Sababu za kuanzishwa mji huu ni kwamba tumeona ya kwamba vijana wetu ama kizazi hicha ambacho ni kipya hakijui utamaduni hasa wa Kimijikenda, hawajui kwa hiyo sisi tukaona kwamba kwa sababu tunataka eh, nataka, hiki kizazi kijue Mjikenda ama tujue, kijue uh, tamaduni zake ikabidi sasa tuanzishe ili kuona kwamba utamaduni wetu wa Kimjikenda usipotee. Pia vile vile tukaona kwamba wazee wetu wanadhulumika sana kimaisha, wanauawa bila sababu, wakiwa wanashutuma kwamba ni wachawi, na sisi tukaona kwamba tufanye kila jambo kila, kila kitu ambacho tunaona ni sawa, ili kuona kwamba hawa wazee wetu hawa wawe, manake ni kama kudhulumiwa katika kipindi hicho. Mauaji ya wazee wenye mvi yalikuwa yamekithiri, mara nyingi yakifanywa na vijana wa familia zao wenyewe. Wahudumu wa makao haya walitukaribisha kwa wimbo wa kuikubali hali kwa wazee wanaokuja hapa. Afadhali ukubali kutakaswa badala ya kuuawa kwa kukatwakatwa mapanga. Wanajaribu kuwapatanisha na familia zao. Ni sijaroga mtu, taenda kuambiwa tu naroga naroga naroga naroga, lakini wakinipiga hata macho yango sioni Piga makofi ya humo machoni kwa, kwa, kwa ya mateke mm. Taenda Maria kani uso sana, shukuru bwana ndamba mm. bakunyo la kuliko moyo bakunyolwa kuliko kutema sho moyo. Hata hivyo maisha yao hapa si rahisi. Wazee hawa sasa wakiwa wamebakia sita tu wamekubali masharti ya kutoroga tena, ingawa anasisitiza kuwa hawajawahi kuwa wachawi. Wanasema afadhali ukubali yaishe kuliko kukatwa mapanga kwa tuhuma za uchawi na hayo ndio maudhui ya wimbo huu. Sasa, mambo yote kule, wanasema wewe ni mchawi naki na na, utafanywa hii kitu, lazima utamalizwa wakatuimbia wimbo wa kukoteza udumishaji wa mila, wimbo ambao umetafsiriwa kuwa wito wa umoja na pia njia ya kuponya majeraha ya kihisia. Richa mila ni mutumwene, akila makamchona mila madhe na zungariru, wanasema kwamba mwacha mila ni mtumwa na mengi yamefanyika, ndio wako hapa baadhi kwa mambo ambayo yamewaleta hapa. Hata sikujua nilifanya kusikia ga kupaka kata upanga panga tayari. Wa kwanza ni huu, alikuwa anataka hapa, akatupa mwingine, akawa anataka ishingo lakini sumeona aya, akapeleka aka upanga mwingine tena, kanatfaya watazamaji wetu hapo, sinaona hapo, Sumaona hapo. Hmm. Pia hapo kuna upanga ulikuli, simaona tayari hapo, hata ukigusa hivi ulingia ndani kabisa hapo hapo, yeah, yeah, yeah. simeona Haya, uona hapa unapanga sijui tatu sijui nne. Hapa. Ha. Sasa mimi kule kuanguka, sasa baada ya kuanguka akaona sasa amekumaliza. Amenimaliza. Sasa ulikuja kwa sababu gani? Umekuja hapa nimekuja kwa sababu watoto wa wadogo zangu wa kiume walilipuka, waliolipuka wakasema mimi ni mchawi. Lini hapo? mwezi wa kumi na moja. Kulikuwa kumetokea nini mpaka wakalipuka wakasema mimi ni uchawi? Io wenyewe watoto watoto wanne wakalipuka wakasema achangazi, anti ni uchawi

hapa ndio takuja kula amani, ndio wanaandikiwa barua wanapewa, ndio tunashikana tunaenda sasa. Hawezi kuruhusu kwa sababu wao wakisema watakuwa wata wajue kwamba kifungo kike, kiko pale. Jamani, wanategemea maji haya ya bwawa kwa kunywa na matumizi mengine, kwa kuwa maji ya mfereji yako mbali sana na hapa maji haya hupigwa na kuhifadhiwa katika matangi yaliyoletwa hapa na wafadhili kwa ukuzaji wa mboga zinazowasaidia kwa chakula. Wakazi wa eneo hili pia walizungumzia kuhusu swala hili la uchawi na uhaba wa maji. Na maji mnachoka, mnapata wapi maji ya kunywa? maji safi kutoka hapa mpaka kwenye maji ni kama kilomita mbili e. Kwa hivyo maji hapa yana shida. Sasa maoni yako ni nini mwisho, kuhusiana na watu ambao wanasingiziwa kwamba ni wachawi na wako kwenye kituo kile? sisi pale huwa maoni yetu ni kuwaangalia wale wazee wasije wakarudi kule kwao kuuawa. Tunabaki nao hapa tukiwalinda, kwa sababu tumechunguza tukaona, haya mambo ya uchawi, inaweza kuwa mtu kweli ni mchawi, ama ikawa labda ni watoto wake wanataka kuuza shamba, sasa wanamuua ule mzee, alafu wanauza shamba. Sasa tuko hapa kuwadhibiti, ili wasipatikane na hiyo hatia ya kuuawa. Lakini sasa hofu kubwa sio hiyo ya uhaba wa maji bali ni tetesi za kufungwa kwa kituo hiki hivi karibuni. Shida kuu ambayo saa hii iko ni kwamba hii sehemu ni ya watu ambao walikuwa wamejitolea kutoa hii hii shamba, lakini kwa sasa wale ambao wametoa zile zile shamba ni wazee na saa hii wamekufa, wale jamii zao sasa wanataka inunuliwe, ambapo bila kununuliwa hichi kituo itabidi kifanye nini? Kiondoke kwende sehemu nyingine, ama kisambaratike kabisa, ambapo sasa itakuwa ime, imerudi nyuma kiasi cha kwamba hatujui kama itaenda itakuwaje. Je, yeah, hilo likifanyika, wazee hawa watakuwa mgeni wa nani huko kwao? Wakatusindikiza kwa wimbo wao kama ada, na tulipovaa tena viatu vyetu kurudi mjini, hadithi hii ya Kaya Godoma ikapanda daraja la msisimko, ikiwa ni mfano hai wa jinsi mila na utamaduni vinavyoweza kuwa silaha dhidi ya mgawanyiko wa kijamii. Wanasema afadhali unyolewe, utakaswe badala ya kuuawa, ili uwe salama. Basi ndio hivyo, tumefika mwisho tumesindikizwa maanake, sheria za hapa, huwezi kutoka hapa mpaka usindikizwe, uende zako kule ulikotoka, uwaache na mji wao. Kwa hivyo ndio sasa tunachukua viatu vyetu ili turudi katika makao makuu ya Koko FM, Koko FM lava ya Pwani.